Je, ikiwa kwamba umati wote wakikusanyika wakunufaisha kwenye kitu hawawezi. Je, mwanadamu anaweza kujiingiza kwenye matatizo na watu kwa madai kwamba hawawezi kunifanya lolote? Jawabu, hapana, kwa sababu Allah amesema, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, usiende kujiweka kwenye maangamizo ukajitetea hii hadithi amisha, jua bana mtaji hivyo, hamwezi kunidhuru. Mtume anasema la darara wala bira, haifai mtu kuji kutumia mambo yenye kumdhuru, lakini idha abadta Allah lakini ikiwa kama kwenye haki unataka kumwabudu Allah tabaraka wataala, eh Asije mtu akasema watu watakuzuru kaacha. Ndio malengo ya hadithi, malengo ya hadithi sio kwenda kufanya kitu ambacho watu watakudhuru kwacho, hakina faida wala hakihitajiki, watakuzuru. Malengo ya hadithi ni kitu ambacho Allah amekuagiza, ni wajibu ukifanya. Mfano, kazini, ni wajibu usali Mwambie bosi bwana, mimi lazima nisali. wana kama ai kazi inasimama, ina sawa. Bosi hauwezi ukafa, Allah takupa alichokupangia. Eh, kwenda kwenye harusi ya muziki ni haramu, usiseme. ule rafiki yangu da na mimi watanikusanyikia familia atanikusanyikia, kama sikuene katika hii harusi, watanitenga. Hawawezi kufanya kitu isipokuwa kile chenye Allah amekupangia. Lakini sio, siitakuwa na chileo kazini wakinifukuza, Mungu hawezi kwenye dhuru kwenye kitu chenye Allah, au sio hivyo shehe? So kitu ambacho wakifai kitu ambacho ni makosa wakifanya, eti watajijua au enda kutukana na watu. Mimi siogopi mtu, eti atoa mawaidha. Allah akasema, alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa llah, watu yatoa mawaidha wanafikisha wanapomoa wanagusha mahawe kwenye giza hawaogopi isipokuwa Allah. Hawatanifanya kitu chochote, acha ukaijiwe utukane watu kwenye mawaidha, eti watafanya kitu chochote? huko nyuma walikuwa watu wako na maajabu. Lile kundi la wale vijana wa jihadi, anakuja wallahi, nchini anamtukana rais wa nchi. Wacha niseme huyu, e, ni mzima. Kuna mmoja alikujaga Burundi, akamtukana rais wa nchi katika ile kipindi kizito, Sheikh, kipindi ambacho mambo ni mazito, elfu mbili kumi na tano Rwanda Huyu jamani mzima anamtukana rais kwa jina. Rais hey, eh, Abisi Ramu. Omu Burundi. Mutinyiki. Muti, Tinyimana. Yaani maanake ni ya mkakamavu. Eti Islamu wabunu mna, mnaogopa nini? Mungopeni Mungu. Na mungope atakufanya nini huyu? Ha, wezi akakudhuruni chochote ana. Sema mikro ame. Watu sema zimishi ni mikro. Msizimishi. Wezi akakudhuruni chochote.

Watakufanya mbinu za kukuumiza, eti wakitaka kukusanyika kakuui kile kitu cha haki, kuzuri, kuzuri. usiende kukosea sheria gisi livyo kuelekezwa, wanda kinyume Echa wata nizuru. Aha. Ah. Je, mtu akikunufaisha kitu inaruhusiwa useme fulani amenufaisha? Mbona hadithi anasema mwenye kunufaisha ni Allah? Inajuzu maadamu kile kitu amekunufaisha na kinaonekana. Mfano, yon, huyu shekhe tumenufaika kwake mambo mengi, ametunufaisha mambo mengi. Sio vibaya. Hata kama hadithi imesema anainufaisha ni Allah Tabaraka taala. Kalamu wino umshaga kauka.

ndo yameandikwa katika ile kalamu yako, wino umekauka, ni hayo na unauma. Kuna ishara hapa, bimidadin ratb li qaulihi sallam sa a sallam wajafat suhuf idhalika, kama kalamu zetu ni kalam za wino, kwa sababu wino umekauka. Na faida nyingine hii hadithi inasapotiana hadithi nyingine ya Allah ya mtume amesema, inna Allah azza wa jalla kataba maqadira al-khalqi qabla an yakhluqa samawati wal ardhi bi khamsina alfa sana, Allah aliandikaga makadara ya watu kabla aja, hajaumba mbingu na ardhi kwa miaka elfu hamsini. Yaani kila kitu shaandikwa, we habari zako, jina lako, utapangwa nani, utazaliwa mwaka gani, utakufa mwaka gani, utaishi wapi, utasafiri wapi, yote, utakula nini, kiasi gani, yameshaandikwa kabla mbingu hazijaumbwa kwa miaka elfu hamsini ushaandikwa wewe. Katika faida zii hadithi zinaonyesha kwamba wakati mtu huko na fursa ya kumwabudu Allah, ndio muabudu sana, liana lian alhala la tadumu dawamu alhal min almuhal. Wakati eh, umefukuzwa kazi wakati kazi imesimama, huyu ni wakati wako kumwabudu Allah ukweli kweli, kwa sababu kazi kazi utakosa fursa. Wakati uko kwenye likizo ni wakati wa kumwabudu Allah kweli kweli, ndio maana ombeni likizo kwenye sehemu nzito, maneno ya binuimn, ombeni likizo wakati wakati wa ibada tukufu, wakati wa bidhaa za akhira zimepunguzwa wa bei kama eh, kwenye Ramadhani kwenye Dhilhijja, zile kumi za mwanzo Ukiweza um, okay, kuomba likizo, mwabudu Allah ukweli ukweli katika hicho kipindi. Ungali na nguvu yako, ndio wakati wa kumwabudu Allah. Uko na mapato, ndio wakati wa kutoa sadaka zako kwa kumwabudu Allah, kwa sababu unaweza ukaja wakati mwingine usini na uyo uwezo. Wakati wako wa faragha, alisema Sheikh Uthaymin, yambaghi lilinsan igtinam alfaragh wa raha bilamali salih, ni juu la mwanadamu kuprofite wakati wake mzuri ndo awe anafanya ibada. Kama uko na fursa uko na wakati, usichezei. Kuna wakati wakati utaukosa. faghtanimi lsiha walghina walamni warraha bilcamali lsaleh hata yarifaka Llah aza wajal inda shadaid, anasema usipotezi fursa ya kuwa kwako kwa sahihi na afya na kuwa kwako na kwa mapato na kuwa kwako kwa na kwa usalama na kwako kwenye kwa kwa hali nzuri usipotezi huyo wakati wa kufanya ibada. Na hii hadithi inaonyesha kama mwanadamu iko na hali kadha, hali ya raha na hali ya shida na hali ya furaha na hali ya huzuni na hali ya mapato na hali ya ufakiri na kuendelea. fa yaumun alayna wa yaumun lana wa yaumun nisa wa yaumun nasr wa Hizo ni hali za mwanadamu, atake asitake. Faida nyingine, wujubu limani bilqadai wal qadar. Hi hadithi inatulazimisha tuamini makadara, wa anna ma qudira an yukhtiaka lan yusibaka. Inakufundisha kwamba yaliyopangwa, kama hayatakupata, yaliyopangwa kama yatakukosa hayatakupata. Faida ambayo inapatikana hapa, an yakuna al insanu shajaa an yakuna al insanu shujaa fima yumaru bishajaa fihi. Kuna faida kubwa katika mambo ambayo uliamrishwa uwe na ushujaa kwayo, uwe shujaa, huwa shujaa. Ndo faida au mawaiza fikisha tawakasirika

Ndio maana utakutana watu waoga wanashindwa kufanya mambo ambayo wa ni wajibu kwao, kwa sababu hajaelewa makadara. Mtu anashindwa kumwambia bosi wazi wazi kama mimi nitakuwa na saa hii, kwa kuogopa atafukuzwa kazi, hajajua makadara ukweli ukweli. Huyo mtu mtu anashindwa kufikisha jambo ambalo ni sahihi, ili jambo mi nalisema, watakufanyia uadui Sema shekhe, watakufanyia wadotakupeleka wapi? Kwa hiyo hizi ndiyo faida kwa shekhe Ibnu Uthaymin kwa leo, mpaka akawa alimalizia na faida ya mwisho nyeti kweli, anasema Ikiwa kama idha kana kadhalika fa hal an uhawil at takhallus mimma akrahu ba'da nuzulihi, ikiwa kama nisha fajua, bila sifu na weza nikajaribu kuondoa mambo ambayo yananiuzi baada ya yenyewe kunijia, na kushajua kama kitu kikupata ni makadara. Sasa hichi kitu kianiuzi ni makadara shaili wasabiki mimi nipata, nasema kiondo, mfano umepiga pacha ukamua mwanamke asiyefaa anakuuzishi, ndo makadara yamepangiwa uwe naye, nimpe talaka au makadara nimvumilie, wa so, kulipuka she visivyovumilika au hata mwanaume ulionewa mwanaume afaya. Unaona, ndio hivyo tena lazima

Umalizani ale maaswi utubie kwa Allah, usemeaniwakadala nimpangwa nimpangiwa hivyo, atafanya siasha tokea tubia, ikiwa ni jambo likubwa ya maaswi, na ikiwa ni jambo lidogo litafutwa na mambo mazuri mazuri. Leo ndio kwa kifupi ya masala, tutaendelea insha Allah hii darsa kwenye kitabu